kuuliza wao kwamba kwa nini mna mtuhumu mtu mmoja ukiwa uongozi wa timu collective kwa nini hiyo ni mtu mmoja? Na kama ni mtu mmoja, ni nani ambaye anawaambia kwamba huyu ndiye anaye hujumu? Lakini pia ana hujumu vipi? Kwa sababu uwezi ukazungumzia makosa ya mtu bila kutaja kitendo alichofanya. Sasa bahati mbaya sana, ninyi badala ya kuifanyia kazi hiyo, mnaniuliza mimi kwa sababu hilo lilitokea juzi. Hao ambao walikuwa wamenigonga karibu asilimia tisini na tano ya hao walikuwa ni waandishi. Sasa waandishi wote walikuwa pale na walitamani tuzungumze, wakati tunataka kuzungumza ghasia za maneno na kelele zilikuwa zikiongezeka, lakini walikuwa na watu hao wamezungumza nao kabla ya u, mbona hawakuwauliza hilo swali kwamba ninyi mnaambiwa na nani kwamba huyo anahujumu na katika kuhudumu kwake, na hudumu vipi? Hilo ni swali, mmewahi kuuliza hivi? Kwenye kiti kwenyekiti, unasikika ukisema kwamba watu wanatumwa kuchafua. Sasa labda wanatumwa na watu ambao wako ndani ya Simba ama wako nje ya Simba. Unajua, binadamu unaweza ukampima conscience yake kwamba huyo anachokifanya kina uelekeo wa kuwa ni halisia au kutokuwa halisia, na ndio jambo ambalo labda naweza nikajulika pale ambapo huyo mtu nikikutana naye na nikamuuliza yeye. Sawa bana, haya No, mimi nimeambiwa na nani hawezi kukuambia. Ina maana kwamba ni mtu ambaye amechochewa kusema au ameshawishiwa kusema, lakini nawanao watuma hawawasemi. Lakini ume, umesikika pia ukielezea kwamba inawezekana hata hao ambao wanakufanyia vurugu za hapa na pale, inawezekana pia si mash, wanachama wala mashabiki wa Simba pia, kwa sababu wanachama wanayo platform yao ya kuzungumza ambayo ni mkutano mkuu, na hata hivyo tunafanya mikutano mingi, tuna wanachama. Katika kipindi chote cha mwaka, mwanachama anayo haki ya kuandika maoni, maelezo, maelekezo yake kuja kufika mpaka kwenye ngazi ya uongozi kuanzia kwenye, kwenye ngazi yake ya tawi kwenda kwenye ngazi ya wilaya, mkoa, mpaka taifa. Wanazo njia za kuweza kuwasiliana tapu na uongozi, lakini pia pale ambapo wanahisi kwamba kuna jambo ambalo limekiukwa, mamlaka za serikali, mamlaka za kisoka zipo. Mimi siwahi kumsikia mtu amewahi kupeleka yoyote yote malalamiko kuhusiana hizo. Lakini zaidi ya hapo, kama anatuhumu kwamba kuna hoja ambazo zimefanyika

mimi sifahamu hilo jambo lakini bodi huja anawadai, nimekwambia sifahamu hilo jambo, kwa sababu timu ina au bodi bodi ina utaratibu wake wa uendeshaji na shughuli mbili za uwekezaji ndizo ambazo zinaweza kusajili kama kuna deni linalotokana na upande wote. Ah, lakini, ili jambo sio la, la leo. Kuna wakati walishaibuka wajumbe wakazungumza mbele ya media wakaeleza namna ambavyo mnaona wadai na watu wakajua kwamba kweli mnaona wadai. Hata yeye alipokuja kuzungumza alitaja mabilioni ya pesa ambayo ametumia katika Simba. Yako yale ambayo ametumia kusaidia, lakini yako yale ambayo mnakuwa na makubaliano nani kwamba mmekubaliana atoe kwa, kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana tukasema kwa sio jambo la leo, maanake mnadaiwa na moo na mnatakiwa mumlipe ama hii ikoje? Mwenye kiti, sasa kwenye kwenye uongozi wa taasisi hizi, zipo taratibu ambazo zinatakiwa kufuata, aidha kuzungumzia jambo fulani au kuelezea jambo fulani sasa